Tanzania na India za saini makubaliano ya kuendeleza tiba asili. Serikali za Tanzania na India zimesaini hati ya makubaliano MoU ya kuendeleza, kukuza na kulinda tiba asili ndani ya mifumo ya kisheria na kidijitali, hatua iliyopokelewa vyema na Shirika la Afya Duniani who Tanzania pia imewaalika wawekezaji kutoka kote duniani kuwekeza katika sekta ya dawa ikiwahakikishia mazingira rafiki ya biashara. Akizungumza nchini India baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo, ambayo yalishuhudiwa na Mkurugenzi Mkuu wa WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, Waziri wa Afya wa Tanzania, Mohammed Mchengerwa, alisema makubaliano hayo yatatoa ulinzi wa kisheria kwa tiba asili. Tunaamini kuwa tiba asili inapolindwa kisheria, ikiimarishwa kwa sayansi, ikiwezeshwa na teknolojia, na kusimamiwa kwa mtazamo wa kibiashara, inaweza kuwa nguzo muhimu katika kujenga jamii zenye afya bora duniani, alisema. Waziri huyo alibainisha kuwa tiba asili bado ni sehemu muhimu ya huduma za afya ya msingi nchini Tanzania, ambapo takriban asilimia sitini ya wananchi hutumia waganga wa jadi ama sambamba na au kabla ya kupata huduma za hospitali za kisasa. Uhalisia huu unaonesha kuwa ushahidi wa kisayansi si hiari bali ni jambo la lazima, alisisitiza. Kuhusu usalama na ubora, Bwa Mchengerwa alieleza kuunga kwa mkono kikamilifu Mkakati wa Dunia wa WHO wa Tiba Asili wa miaka 2025 2034 hususan katika kujenga ushahidi wa usalama ufanisi na ubora. Kipaumbele kitatolewa kwa tafiti za kijamii zenye gharama nafuu kwa kushirikiana na taasisi za utafiti za serikali maabara na vyuo vikuu. Alieleza kuwa Tanzania ina msingi imara wa kisheria katika tiba asili kupitia Sheria ya Tiba Asili na Tiba Mbadala namba 23 ya mwaka 2002, inayosimamiwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, pamoja na kuimarishwa kwa taasisi kama Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania, TMDA, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, GCLA, na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu, NIMR. Lengo ni kuifanya tiba asili kuwa ya kitaalamu huku ikiendana na viwango vya kimataifa vya ubora na usalama, alisema akiongeza kuwa hatua inayofuata ni kuijumuisha katika mifumo rasmi ya huduma za afya. Tanzania imejidhatiti kuingiza tiba asili katika huduma za afya ya msingi ili kuunga mkono bima ya afya kwa wote. Huduma tayari zinatolewa katika hospitali rasmi, huku bidhaa 27 zilizothibitishwa za tiba asili zikitumika kutibu magonjwa ya kuamukiza na yasiyo ya kuamukiza. Mkakati wa serikali pia unajumlisha mtaala wa kitaifa wa tiba asili, mafunzo kwa wahudumu wa afya wa kisasa na wajadi, pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya waganga wa jadi na watoa huduma za afya za kisasa. Bwamchengerwa alisema tiba asili pia ni kichocheo cha ubunifu na ukuaji wa uchumi. Hadi sasa bidhaa 141 za tiba asili zimesajiliwa nchini Tanzania, zaidi ya asilimia 90 zikitendenezwa na wajasiriamali wadogo wa ndani. Chini ya mpango mkakati wa sekta ya afya, alibainisha kuwa Tanzania inakuza ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ili kuimarisha kilimo, uchakataji, uzalishaji, ubora, upatikanaji wa masoko, na usafirishaji wa mimea tiba. Uwekezaji katika uhamishaji wa teknolojia na ubunifu unakaribishwa ili kuhakikisha bidhaa za tiba asili za Tanzania zinakidhi viwango vya masoko ya kimataifa aliongeza, akisisitiza kuwa maadili, uhifadhi wa maarifa na mgawanyo wa haki wa manufaa ni mambo muhimu. Katika kikao hicho, Bw Mchengerwa pia alifanya mazungumzo na wawekezaji wa sekta ya dawa ili kuvutia uwekezaji mpana nchini Tanzania. Katika kikao cha funga, Waziri Mkuu wa India, Narendra Modi, alisisitiza umuhimu wa kulinda haki miliki na maarifa ya ndimu huku akitumia akili bandia na teknolojia za kidijitali kulinda, kuthibitisha na kuhifadhi tiba asili. Alisisitiza kuwa teknolojia inapaswa kukamilisha, sio kuchukua nafasi ya waganga wa jadi bali kuimarisha na kulinda utaalamu wao.